Halo mambo vipi, civilian one man army, 69 Masazi TV, nipo hapa katika maeneo ya Mwembe Yanga na wana Simba Sports Club katika mechi adhimu, mechi kubwa, mechi yenye kuamua siku ya leo. Tunaenda kuamua jambo moja kwamba kombe linabaki hapa Tanzania kupitia Simba Sports Club akiwa katika maeneo ya Zanzibar katika uwanja wa Amani Stadium. Tuko na wanasimba hapa, watatuambia leo matumaini yao ni yapi na nini wanategemea katika mechi ya leo tukiwa hapa katika viwanja vya Mwembe Yanga. Eh bana, tuko na brother, huyu ni shabiki wa Simba Sports Club, anaenda kutoa maneno yake mawili matatu kuhusiana hii mechi ya leo. Brother karibu sana. asante sana mambo vipi? safi kabisa. hebu tutambulisha kidogo, tukufahamu kwa majina. anaitwa Hassan Malik bin Hassan. E, mimi ni mshabiki wa Simba Eh, kusema kweli tunamshukuru kwanza Mungu tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa hapa tulipofikia mpaka leo hii tumefikia fainali eh, ni jambo zima la kumshukuru Mungu. Tunachomwomba tunachimu, Mungu ni kwamba Mungu, tu, Mungu, Mungu ni wa kwetu sisi na pia Mungu ni wa wote. Kwa maombi jinsi tulivyoyafanya basi, inshallah kwa hakika hii tunabeba leo. Ni mechi inaenda kuanza, bao ni mbili kwa sifuri. E, sia ni Simba yuko nyuma kwa bao mbili lakini tunasema kwamba kombe linabaki Tanzania. Hili kombe ni mara ya kwanza kuja kuchezewa hapa katika duru la pili ikiwa ni mechi ya kumalizia mechi. Unatoa neno gani katika hii mechi ya leo kwa Simba Sports Club na mashabiki wa Simba? Aa, kikubwa sisi tumwachie kocha na benchi zima la ufundi. Yeye ndo atakayeamua jinsi atakavyopanga kikosi chake na wachezaji kwa ujumla. Sisi wanasimba tuna matumaini na wachezaji wetu na amini watatupa kile ambacho tunakihitaji, na furaha yetu itabakia Tanzania na kombe litabaki Tanzania bwana. Mimi naitwa Ramadhani Bakari na ni shabiki wa Simba kindakindaki kindaki. Uh, kwanza watu wafahamu kwamba hili ni jambo la taifa na Simba iko ndani ya ardhi ya Tanzania lakini vile vile ni hususani kwa mashabiki wa Simba huwa ndo sana tunaweza ukawazungumzia. Tulikuwa nyuma, tulisafiri wiki moja tukaenda Berkane Moroko, tukaweza kupoteza kwa ushindi wa goli mbili. Moroko wale as Berkane wakapata ushindi wa goli mbili, lakini leo tuko ardhi ya nyumbani. Zanzibar ni Tanzania, Zanzibar pia ni nyumbani vile vile, lakini mechi itakuwa ngumu mechi itakuwa ngumu, sio mechi ya urahisi, kwa sababu ya RS Berkane tushawaona, ni wazuri, umeshaona na hata mchezo wao jinsi wanavyocheza inakuwa kidogo ni ngumu sana. Lakini kwa wachezaji wetu na ardhi ya nyumbani wanavyocheza, kuanzia makundi mpaka sasa hivi, tunaona hawajawahi kupoteza zaidi ya goli mbili, kuanzia ugenini mpaka nyumbani hawajawahi kupoteza zaidi ya goli mbili. Kwa hiyo sisi tunaimani, tunaimani na kocha wetu, tunaimani na wachezaji tunaimani na kila kitu kuanzia viongozi, benchi la ufundi, bodi ya ligi, kwa watu wote kwao, kinachotakiwa ni dua kwa pamoja, lakini watu wajue kwamba mchezo utakuwa mgumu, lakini inshallah Mwenyezi Mungu atajalia tutashinda na kombe tutalibakisha. Kuna wanaosema kwamba Simba wanajidai sana, lakini likombe anaenda kuliacha kwa Warabu. Hii kauli unaitenguaje wewe kama shabiki wa Simba Sports Club? Au unajua mtu ku, kuongea hakatazu kuongea jambo lolote, na unajua yoyote anaweza kuongea. Ukiangalia mtu anaweza kuongea, sio shabiki wa Simba Shabiki wa Simba hawezi kuongea kitu kama hicho. Na mtu yote wa mpira hawezi kuongea kitu kama hicho. Sisi tuko nyumbani na unapocheza nyumbani huwezi kukosa mpinzani. Umeshanelewa. Na wapinzani hakuna mtu yote ambaye ni mpinzani akakuombea wewe dua nzuri. Umeshanelewa. Anakuomba kwamba uwe ni dua mbaya usifanikiwe kwa ile ambayo liko usoni kwako ili uwe na sawa. Sawa. Wao wamefika finali. Sisi tumefika finali. Maneno yao ya kwanza yalikuwa ni medali. Medali tumefika. Sawa. Ni mara ya m... Mf, mara pili tokea mwaka 93 na mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano sisi tunafika, lakini wao walifika mwaka juzi. Lakini unaweza kusema kila mwaka kuna timu ambayo inatokea tu, inaweza ikatokea tu, yani kama Mungu tu akawapa kwa mafike fainali, lakini misimu inaokuja mnapotea. Unaona kama Simba wamedominate ndani ya miaka miaka sita, wako katika robo fainali, hawajawahi kutoka. Lakini wao wamefika fainali. Sawa mwaka unaofuata wakafika robo fainali wakatolewa na Mamelodi, sawa. Mwaka unaofuata wafika kwenye makundi. Hawa hawana muendelezo, na ndio maana Simba wa wameshajiwekea rekodi zao katika kimataifa kwamba washakuwa majanti, hata bara la Afrika wanajua na kucheza na na yeyote, anaweza kucheza na Simba anajua anacheza na timu kubwa. Kwa hiyo mtu akataka kuzungumza, sawa, anazungumza kwa kile anachojisikia, lakini sisi kama mashabiki wa Simba tuna tunaimani na tunaomba dua ili kombe libaki nyumbani. Mimi kama Ndibala family day Bandu baba Family bay <laughs> Baba badha bandu Baba family bay. Baba Family Ndio Bandu. Nah. Tupo hapa katika viwanja hivi vya Mwembe Yanga kuishuhudia timu yetu ya Simba Sports Club nah. Katika huu mchezo wa duru la pili la shi, uh, finali ya shirikisho barani Afrika. Duru la kwanza ya Simba imepoteza kwa bao mbili kwa sifuri. Leo yupo katika uwanja au katika ardhi ya Tanzania Visiwani Zanzibar katika dimba la Amani Stadium. Maoni yako ni yapi katika mechi hii leo? maoni yangu baba naomba wachezaji watakuwa wajitambue na wachezaji wangu serious na hii mechi na wazingatie maelekezo yapo na kocha wakifanya hivyo vitu mambo yote anaeza kwenda vizuri yes. mechi ni ngumu mechi inaanza ni bao mbili kwa sifuri kwa aggregate. lakini kwa dakika 90 za mchezo ungependelea wewe kama shabiki Simba ni sehemu gani dakika 45 za kipindi cha kwanza na cha kipindi cha pili zinaweza kupata ushindi katika mechi hii Maboresho ya timu ni kama ninavyokuelekeza. Yaani wachezaji watakuwa wabebe maelekezo pale na kocha wakifanyia kazi jambo lote. Unajua wote watapanga kwa siku ya leo. Wakifanyia kazi na kocha, kocha akiangalia. Wote tunapata kwa sababu tuna timu nzuri. Tuna timu ambayo ya ushindani. Ila wanataka wapo quality zaidi. Lakini sisi bado tuna quality ambayo tuna sana uwezo wetu wa nchi yetu ya uwezo. Lakini nachoomba mimi wachezaji wenyewe kwanza uwajizingatie ambao maelekezo na na na na na na uangalie makosa kila kazi hapo. Lingine mchezaji mchezaji ajitambue kama kama Simba, mimi nilikuwa na kitu kitu gani gani wangu mpaka waoneshe. Leo kila mchezaji aoneshe. imetokea haijabaki Tanzania, utaichukuliaje kiasi gani? takuwa ni ni mpira, kwa sababu lengo letu ni finali. Hii imekuja kama ya ya Mwenyezi Mungu, naamini kubaki kombe itakuwa baki kwa Mungu. <tipi wanda kwanza> kipindi kipindi kuanza, wacha tuangalie, tukutane Baada ya kipindi cha kwanza. Haina shida ndugu yangu. Basi poa. Shukurani sana. Haya poa. Eh bana, mazingira kama unavyoyaona tukiwa hapa katika uwanja wa Mwembe Yanga, mazingira kama unavyoyaona wingi wa watu, watu wamewajika hapa, watu wamefurika katika uwanja huu wa Mwembe Yanga pointi kubwa ni kuweza kupata ushindi katika mechi hii ya leo Simba Sports Club dhidi ya AS Berkane, mpira ukichezwa katika uwanja wa Amani Stadium, uko visiwani Zanzibar, katika ardhi ya Tanzania. Ebana, tunasema kwamba kombe linabaki nyumbani. Kama wananchi kama wa Tanzania, tunasema kombe linabaki nyumbani. Baadaye tukutane mpaka baada ya dakika 45 ya kipindi cha kwanza.